Ime, ime, ime, yani, ifo, yani, ime, ime, ime ni hivyo imezingua. Ajisikiaje kujiona wewe ni mzawa pekee ambayo umeanza katika kipindi e, cha kwanza kwenye timu yako? Nashukuru na Mungu, nashukuru Mungu kwamba ni, ni saini kwamba watu wanaamini katika uwezo wao. Tupo watu wengi sana, tupo kuna wazawa wengi, wanajua wanajua sana, lakini mi naweza nikasema nalema, kwa neema na rehema kwamba unakuta kwenye kwadi ya ya, ya, ya watu kumi na moja mzao unatokea wewe, ni kwamba watu wanaamini kwamba una kitu ndani yako. Kwa hiyo mi kwangu imenipa changamoto na imenipa maswali mengi kwamba natakiwa niendelee kupush kwamba inawezekana. siku mbili baadaye hmm. mchezo tena na Simba kwenye mchezo hmm. wa nusu finali uh, leo mmeondoka na nini ambacho unaona mnaweza kufanyia kazi na kupata matokeo kwenye mchezo unaofuata? Yeah, naweza nikasema tumepata lesson kwamba tumejua pa kuanzia, tunaanzia wapi kwamba tumepoteza mchezo, it's fine. Hii tumeiacha kwamba tunaenda kucheza mchezo mwingine ne, pia ni wa muhimu. Kwa hiyo naamini walimu wameona na wanajua na, na, ni sehemu gani inabidi tuongeze kwenye, kwenye strong point yetu tuongeze na